Nam, assalamu aleikum ndugu mtazamaji wa Gavoo TV, na hii ni Gavoo News nayekuletea, na mimi Yusuf ibn Daud ibn Lucas. Tukianza na habari za kitaifa, bei za mafuta zazidi kuongezeka na kuanza kutumika leo Jumatano, Aprili mbili, mwaka 2025. Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA imetangaza bei mpya za mafuta zitakazoanza tumika leo Jumatano, Aprili mbili, mwaka 2025 kuanzia saa sita na dakika moja usiku huku bei ya petroli ikizidi kupaa ikilinganishwa na ya mwezi Machi. Mkurugenzi wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPPC Mheshimiwa David Kafulia amesema serikali inavutia mitaji kutoka sekta binafsi kwa sababu kodi na mikopo haitoshi kufikia matarajio ya wananchi. Aidha, Mheshimiwa Kafulia amesema deni la Tanzania ambalo ni shilingi trilioni 97 ni himilivu kwa uchumi wa Tanzania. Pia amesema takwimu za Oktoba mwaka 2024 za IFM zilionyesha deni la dunia limefikia zaidi ya dola za kimarekani trilioni 315, wakati uchumi wa dunia ukiwa ni dola trilioni 110, ambako ni mara tatu ya uchumi wa dunia. Hata hivyo amefafanua kuwa deni la dunia ndani yake kuna deni la sekta binafsi zaidi ya dola trilioni 164, na deni la kaya ambalo ni trilioni 48 na deni la serikali trilioni 2 ambalo ni zaidi ya asilimia 90 ya uchumi. Na kwa Afrika deni la serikali kwa uchumi ni takriban asilimia 67, kwa Tanzania ni takriban asilimia 47. Hata hivyo aliongezea kwa kusema kwamba deni linaongezeka ndiyo, lakini ukifanya mlinganisho, kuna utofauti mkubwa kati ya ukuaji wa deni letu kwa uchumi na pia aliongezea kwa kusema kwa nchi kama Rwanda deni limefikia asilimia 71 ya uchumi, Kenya asilimia 70, Uganda asilimia 54, Malawi asilimia 84, Msumbiji asilimia 76 na Namibia asilimia 67. Na pia alisema nchi nyingi zinakabiliwa na shida kubwa ya madeni, lakini sababu kubwa ni serikali kutaka kukidhi matarajio ya watu kwa kuwapa huduma za maji, umeme, afya na barabara. Na tukisalia hapa nchini Tanzania, Jeshi la Polisi mkoani Mara limewashikiria askari wawili wa jeshi la magereza kwa tuhuma za kusababisha kifo cha kijana Emmanuel Lucas mwenye umri wa miaka 18 mkazi wa kijiji cha Kisangura wilayani Serengeti. Tukio hilo lililotokea Machi 31, 2025 majira ya saa kumi alfajiri ndani ya kambi ya mradi wa ufugaji katika gereza la Tabora B. Askari hao walikamatwa baada ya kudaiwa kufyatua risasi wakati wa mvutano na kundi la vijana hao waliokuwa wameivamia eneo hilo la mradi kwa lengo la kuchukua mifugo iliyokuwa imekamatwa kwa kuingizwa kinyume cha sheria kambini hapo na kwa mujibu wa taarifa ya polisi, askari hao walifyatua risasi hewani kwa lengo la kuwatawanya vijana hao, lakini moja ya risasi hizo ilimpata kijana Emmanuel Lucas, ambaye alifariki dunia akiwa njiani kupelekwa hospitalini. Hata hivyo, jeshi la polisi limeeleza kuwa uchunguzi wa kina unaendelea kubaini mazingira halisi ya tukio hilo. Aidha, limewataka wananchi kuzingatia mipaka ya malisho ili kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Na tukiamia katika habari za kimataifa, mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja kati ya Kongo na waasi wa, wa M23 kufanyika Aprili 9. Mkutano huo wa Doha utakuwa mkutano wa kwanza wa mazungumzo ya moja kwa moja tangu waasi wa, wa M23 kuteka miji miwili mikubwa mashariki mwa Kongo. Hata hivyo afisa mmoja wa Kongo alithibitisha kuwa mazungumzo yalipangwa kufanyika tarehe 9 Aprili isipokuwa tu iwapo upande utaenda kinyume na makubaliano hayo. Vilevile waasi wa, wa M23 wameeleza kuwa pande hizo mbili zinalenga kufanya mazungumzo ya moja kwa moja kwa mara ya kwanza tarehe 9 Aprili. Aidha, kulingana na vyanzo, waasi wa, wa M23 na serikali ya DRC wamekubaliana kujadili hadharani kiini cha ja mazungumzo hayo. Hata hivyo, DRC kwa sasa inakabiliwa na mojawapo ya matatizo makubwa zaidi ya watu waliokimbia makazi yao na ya kibinadamu kutokana na ghasia zinazoendelea na ukosefu wa utulivu. Na tukiamia katika michezo, kocha mkuu wa Simba Fladu Davis ameweka wazi kuwa mchezo wao dhidi ya Almasiri kutoka Misri hautokuwa mwepesi kulingana na wapinzani wao walivyo, lakini malengo yao makubwa ni kupata mabao ugenini kwa kuwa itakuwa ni faida kwao na mchezo huo utakaochezwa leo Aprili 2 mwaka 2025 huko Kairo, Misri, ambao ni hatua ya robo fainali ya Kombe la Shirikisho barani Afrika. Na hadi hapo tumefikia mwisho katika kipindi chako pendwa cha Gavo News. Niliyekuwa nakuletea ni mimi Yusuf Ibn Daud Ibni Lucas. Nipende tu kukuambia kwamba usisahau kulike kusubscribe na kucomment katika all social media ili uwe wa kwanza kupata vipindi vizuri vinavyoendelea katika chaneli zetu tunazofahamika kama Gavoo Media. Gavoo Media. Pamoja hatua kwa hatua.